La kwanza kwa nyaya za fiber, namwelekeza Katibu Mkuu na timu yake wakae, watengeneze andiko la kunishauri juu ya mahitaji ya nyaya za fiber nchini, mahitaji yote. Nikisema mahitaji yote, sina maana TTCL peke yake, makampuni yote ya mawasiliano ambayo yanasambaza mawasiliano kupitia fiber, mahitaji yake V production ya kiwanda hiki. Lakini la pili, pricing pricing ya Raddy Fiber na pricing ya competitors, ili niweze kuona ni kitu gani sisi kama wizara tunaweza kufanya. Nachelea kusema ama kufanya maamuzi ambayo sijashauriwa na wataalamu, maana inawezekana kabisa kama ilivyokuwa kwa fedha za nje, leo kupata mkopo toka China mkopo unakuja na masharti kwamba lazima utumie bidhaa na wakandarasi wa China. Upata mkopo toka Exim ya India, mkopo unakuja na masharti, lazima utumie bidhaa na wataalamu na wakandarasi toka India. Kwa sioni kwa sababu gani na sisi tukiwa na fedha za ndani? Kwa maana fedha za kampuni zetu za ndani ama za kodi za ndani. Nisema kampuni za ndani, hata kampuni binafsi zinazofanya biashara Tanzania, Vodacom, Airtel, Yes, maana yake pesa zao wanazipata kwa Mtanzania kwa kumuuzia mawasiliano. Sio, ni kwa nini na sisi ifike wakati tukawa na baadhi ya masharti kwa fedha zetu za ndani ku consume bidhaa za ndani. Tukifanya hivyo, tutakuwa tutatimiza wajibu wetu kama viongozi wa serikali. Na nataka ziara hii leo tukitoka hapa isiwe ziara ya kuja kutembea na kupiga picha. Nimeona leo kamera nyingi kweli. Afu mkiondoka, mliotoka hapa mmeacha hapo hapo kimtunia na shughuli zake. Hapana. Ningependa ziara hii kitoka itoke na maamuzi; wataalamu watanishauri vizuri ambavyo watatusaidia sisi kama taifa kutengeneza mpango mzuri wa kusaidia nchi yetu. Raisi anasema Tanzania ya viwanda. Viwanda vinajengwa, lazima kuwe na incentive za kuweza kuzisaidia. TCRA inafanya kazi ya kusajili vifaa vya kielektroniki na inayo maabara yake, na wenyewe nawaelekeza waje waweke kambi hapa, kuangalia production yenu, kuangalia viwango vyenu, lakini vile compare na, na viwango vya soko hapa katikati tumekuwa na incentives za watu eh, initiatives za watu wengi sana wakitaka kuja hapa kusaidiana na serikali ku control. Simu nyingi tunazotumia Watanzania ni simu feki, either refurbished ama below standard. Sasa na ile jambo na yenyewe nalo TCRA wakae watushauri tuweze kufanya maamuzi mazuri yasiokuwa na haraka yanayoshirikisha wadau wote. Yuko Mtanzania mwenzangu, tena wengine wapiga kura wangu wa Kongo, akopeka riakoa anauza simu, anaamini, anatafuta riziki lakini kupata kwake riziki kunamsababishia mlaji kuwa na kifaa ambacho ni below standard. Moja, anatulalamikia. Unaenda sehemu umejenga mnara, mnara ni wa 4G afa sasa, mnara huu mawasiliano yake hayafiki, kumbe simu leo nayo haina antena ya kutosha kupata mawasiliano. Leo Daktari Samia Suluhu Hassan anatenga fedha nyingi tuwajenga minara 758, tuwajenga minara mingine 636, minara iko nchi nzima, lakini kuna Mtanzania ameshika simu apati mawasiliano kumbe kauziwa simu ambayo haina uwezo wa kukamata mawasiliano. kina mwenye ziara huko mikoa nashinda kuambia wale wananchi sababu, tunaweza tukateza scenario ambayo tukashinda kuelewana. Kwa tisherewa tusaidie huko tunakoelekea, tuwe na utaratibu mzuri wa kujua ni kifaa gani kinaingia nchini chenye kiwango gani, ni kifaa gani kinatengenezwa nchini kwa kiwango gani na pricing zikoje, na vivyo tu angalia incentives za kusaidia wenzetu wanaofanya assembling hapa nchini, ili tuwe na taifa ambalo Leo tunajua simu hii, tukiikuta nikienda kule kufungua mnara kukuta simu ya ya Raddy ya ikamati mawasiliano, naweza kuibeba nikaja nayo hapa kabe simu yako hii, tumejenga mnara wa 4G nimeikuta huko Ifakara ikamati 4G. Na mmeona maabara pale ndani, naweza kusimamia mwenyewe ikapimwa, nikaona kweli na matatizo na ikasaidia kuweza kujifunza hata wenyewe, kasaidia wateja wao. Leo tuna simu tunazibeba hapa, mtengenezaji hatumjui, pa kwenda kudai hujui tena, hasa mbebaji wa iPhone iPhone nyingi tobeba hapa nchini ni refurbish. Mtu ashanga mbona hii bei mbaya sana, mbona hii bei rahisi sana? Kumbe kutokana na soko lilivyo, lakini nadhani TCRA wameanza kufanya kazi na wanafanya kazi nzuri, kwa jitahidi sana kushirikiana na assembler wa ndani kuweza kuona jinsi gani za kushirikiana kutengeneza nchi ambayo ina product ambazo ni za ndani ya nchi. Pale umeona shift moja na vijana 300 kutoka na wengine wanaziuza kutoka na wengine wanazisambaza wanazi wanazi kutoka wengine wanafanya line kubwa ambayo itasaidia itosaidia Watanzania, lakini hapo usha produce ukauza, kuna kodi ya serikali, kuna kodi ya serikali kama tunavyosema pezi, when corporate tax na kodi nyingine nyingi ambazo mwisho wa siku zinasaidia Mkuranga hapa mkoa wa yupo. Kuna corporate social responsibility na jamii hapa inajua, na kiwanda na kiwanda kinawashika mkono kwa, kuna kazi kubwa ambayo tukisaidia viwanda vya ndani inasaidia kwenye ujenzi wa taifa letu. Serikali kama tunavyofahamu, imejitahidi kuhakikisha kwamba mkongo umetoka mkoa kwa mkoa umeenda sasa huko wilaya eh, almost naona dhani wilaya karibu zote tayari zimeshafikiwa, kama zimebaki labda chache, hata kumi hazifiki. Lakini sasa kuna kazi ya kutoa mkongo kwenye wilaya kwenda kwenye kata, na hilo ni jukumu ambalo sisi tuliliomba kwa, kwa serikali, katika, kwa, katika hali ya kuharakisha kufikisha mkongo kwa watumiaji zaidi Malengo ya makampuni, kampuni inalenga kutoa huduma bora za mawasiliano na kuchochea uchumi wa kidijitali nchini kupitia Raddy fiber manufacturing, tunazal, tunazalisha uh, takriban kilomita 24 za nyaya za fiber kwa mwaka kwa ajili ya ujenzi wa minara ya mawasiliano yani ya fiber. Miradi hii itaongeza upanuzi wa mkongo wa taifa kutoka ngazi ya wilaya kufikia ngazi ya kata hivyo kusababisha kuwafikia Watanzania wengi, uboreshaji wa miundombinu na huduma za kitehama ICT, uimarishaji wa matumizi ya tehama katika, swala la, katika utawala na binafsi, kuimarisha sayansi ya teknolojia na miundombinu ya taasisi mbalimbali mbali nchini. Miradi itaongeza thamani katika maeneo ya uchumi, pia kuongeza mapato kukuza makusanyo ya kodi kwa serikali kutokana na shughuli mpya zitakazotokana na kupanuka kwa uchumi.